Katika mkoa huu tumefanya maboresho makubwa sana kwa hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi, na nakumbuka nilikuja mimi mwenyewe kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la kina mama na watoto wetu ambalo sasa limekamilika na linaweza kutoa huduma sasa. Uwepo wa jengo lile, uwepo wa jengo lile limewezesha kinamama kuongezeka kujifungua kwenye mahospitali mbalimbali ambayo tumeyajenga, lakini na jengo lile na kinamama wanaoitika kwenda hospitali ndani ya mkoa sasa ni kutoka laki mbili na sitini mia nne themanini na sita hadi laki tatu ishirini na nane mia tano na mbili Lakini kwa kiasi kikubwa tumepunguza vifo vya kinamama wakati wa kujifungua na hizi jitihada zitaendelea ili tuende vizuri. Zaidi, hospitali yetu ya Rufaa ina huduma za wagonjwa mahututi, ina huduma za watoto njiti, ina huduma za kusafisha figo, huduma ambazo awali hazikuwepo ndani ya mkoa. Na pia kuna vifaa vya kisasa vya vipimo, kuna CT scan, kuna x-ray inayomfuata mgonjwa na sio mgonjwa panga foleni kusubiri x-ray kama uko kitandani inabururwa mpaka ulipo, unapimwa X-ray na mtaalamu wake, wanaondoka unaachwa wewe kitandani. Lakini pia kuna huduma za MRI ambazo zinapima magonjwa ya ndani sana. Kwa hiyo sasa Kilimanjaro imejitosheleza sana, imejitosheleza, lakini vile vile kwa kushirikiana na hospitali za kidini KCMC. Sisi na KCMC tumefanikisha kujenga banka la mionzi ambalo litakuwa linatoa tiba ya maradhi ya kansa. Kwa hiyo sasa mtu wa Kilimanjaro hana haja ya kwenda Ocean Road Dar es Salaam, matibabu ni hapa hapa Kilimanjaro. Kilimanjaro ye yeah! Sasa katika miaka mitano ijayo tutaendeleza huduma hizi tunakwenda kukamilisha maboresho ya hospitali za Moshi, Mwanga na kule Rombo. Tutaongeza watumishi na vitendea kazi na vifaa tiba, lakini pia upatikanaji wa madawa, upatikanaji wa madawa ndani ya mkoa au kitaifa, tumeutoa ulikotoka, sasa ni asilimia karibu themanini na sita kitaifa, na tunakwenda kuhakikisha zile dawa muhimu zote ambazo lazima ziweko mahospitali zinakwenda kupatikana. CCM oyee!